Giza ambalo halipo usiku tu, ni giza linalokaa moyoni, lile giza ambalo hata mwanga wa jua hauwezi kuliondoa. Zaid, kijana wa mtaa wakati, alilelewa katika familia ya dini. Baba yake alikuwa mcha Mungu, mama yake alikuwa mpenzi wa Qur'an. Lakini Zaid alipofika umri wa barehe akabadilika, marafiki wakamvuta si kwenye elimu bali kwenye starehe za dunia. Pesa kidogo aliyokuwa nayo ilitumika kwenye vijiwe na vibes zisizo na maana. Siku zilivyozidi kwenda, moyo wake ulizidi kuwa mbali na dini. Swala ikawa hadithi, Qur'an akasahau hata herufi. Lakini jambo moja halikuwahi kumtoka, dua ya mama yake. Kila asubuhi, mama yake alikuwa akisema: Ewe Mola, mrudishe mwanangu kabla hajachelewa. Lakini Zaid hakuwa na muda wa kusikia hayo. Alikuwa maarufu mtaani. Kila posti yake Instagram ilikuwa na maoni kibao, mapicha ya lifestyle, chakula, magari, safari za beach. Ila ndani yake kulikuwa na hali ya huzuni ya siri. Alichukua Quran, akavuta kiti akakaa kimya, akafungua ukurasa wa kwanza, bismillahir rahmani rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndani ya moyo wake alihisi kama upo mwanzo mpya. Lakini je, toba yake itadumu? Je, marafiki zake watamcheka? Je, atavumilia mitihani ya mabadiliko? Hii ilikuwa ni mwanzo wa safari yake ya mwanga, baada ya miaka ya kutangatanga gizani. moyo wangu huwa unakuwa mwepesi sana nikilala usiku, alijiambia mara kadhaa, kama vile kuna kitu na kikosa, lakini siwezi kuelewa ni nini. Siku moja usiku wa Ijumaa, akiwa club na marafiki zake, mlevi mmoja alizimia ghafra. Kampeleka hospitali. Hakuwa mlevi wa kawaida, alikuwa rafiki yao Amal. Dakika chache baadaye, daktari alitoka akisema, pole, rafiki yenu amefariki. Kwa Zayid ilikuwa ni mshituko wa maisha. Akakumbuka saa mbili zilizopita, walikuwa wakicheka, sasa yupo chumba cha maiti. Hakuwahi kuhudhuria msiba wa mtu wa karibu kiasi hicho. Msibani alisimama pembeni ya kabuli akitazama mchanga unaotupwa juu ya jeneza. Machozi yakaanza kumbubujika. Hakusema lolote, lakini moyoni alijisemea hivi, ningekuwa mimi aliyekufa, hali yangu mbele ya Allah ingekuwaje? Usiku huo Zaid alipata ndoto ya kutisha. Aliota kabulini peke yake. Giza, upepo mkali, na sauti nzito zikisema, Zaid, nini ulifanya kwa ajili ya Mola wako? Alihangaika, hakujua ajibu nini. Akajibu kwa kilio. Hakusikia huruma. Aliamka kwa mshituko. Jasho limemtoka mwili mzima. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka, Zaid alipiga udhu usiku huo huo. Akaswali kwa sauti ya kutetemeka. Alisema, ewe Mola, sija kujua sija kutii, lakini naomba unipe nafasi. Leo ni asubuhi ya kutafakari. Zayid. Zayid anaamka kabla ya alfajiri, anafungua pazia taratibu, akiangalia angara asubuhi lenye utulivu. Anajisemea kwa sauti ya ndani moyoni mwake, kwa miaka mingi nimeishi bila kujali nikikimbiza dunia huku nikisahau, lakini sasa moyo wangu una huzuni ambayo pesa haiwezi kuiondoa. Zaid anavaa nguo vizuri tofauti na siku nyingine, leo anaazimia jambo jipya. Baada ya hapo Zaid anafunga safari ya kwenda msikitini. Zaid akiwa anatoka nyumbani barabara za asubuhi zikiwa tulivu anaelekea msikitini hatua kwa hatua. Njiani anakutana na mtu aliyewahi kumkosea, lakini Zaid anamwamkia kwa adabu, assalamu alaikum. Yule akaitikia waalaikumussalam, huku Zaid anajisemezea moyoni, leo nataka kuanza na msamaha kwako na kwa nafsi yangu. Zaid bila kusita alimwomba radhi ndugu yule aliyewahi kumkosea, na jambo lilo laheri. Msamaha wake ukapokelewa vizuri, akasamehewa na ndipo Zaid akaanza kujiona mwepesi mwili wake na nafsi yake. Basi Zaid akaendelea na safari yake ya kwenda msikitini kupata swala ya alfajiri. Alipofika akaingia msikitini, Zaid akiwa katika hali ya utulivu Anajitupa katika sajda kwa muda mrefu, machozi yanamwagika, anasoma dua kwa sauti ndogo: Ewe Mola, sijakuwa mja mwema, lakini siwezi kulala tena bila kurudi kwako. Baada ya sala anakaa ukutani na kutafakari. Anaona mtu akija kumwomba msaada, anatoa sadaka bila kusita. Kitendo kile kilizidi kumjenga kiimani. Basi Zaid baada ya swala ya alfajiri akajitahidi kurudi kazini mapema. Zaid alipofika kazini, wafanyakazi wake wanagundua mabadiliko. Leo Zaid ni msikivu, anasikiliza zaidi, ni mwenye furaha na mwenye kutabasamu, na anaelekeza kwa hekima. Punde si punde, mteja na alikuwa kijana maskini anaingia kununua sabuni. Zaid anamwambia Leo sabuni ni bure, si kwa sababu ya biashara, bali kwa sababu ya moyo wangu mpya. Kijana yule maskini alishangazwa na moyo mpya na mzuri wenye kujali wa Bwana Zayid. Kijana maskini huyu alimshukuru sana Bwana Zayid na kumwombea dua kwa Mola kuwa, ewe Mola, mdumishe Bwana Zayid katika mwenendo huo huo aliyokuwa nao hivi sasa. Basi baada ya shughuli zote za mchana kutwa Bwana Zaid anaketi sebuleni na Qurani mkononi, anasoma kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Ndugu zanguni, enyi mnaonisikiliza katika hadithi hii nzuri, sikizeni, mlango wa toba uko wazi kwa kila mja, hivyo zindukeni. Tuendelee. Zaid anapumua kwa kina, kisha anatamka kwa moyo mzito nimepotea kwa muda mrefu, lakini leo napiga hatua kurudi kwa Allah. Zaid anaomba dua, safari ya ndani inaendelea. Leo ni siku ya Jumamosi jioni. Zaid ameketi kwenye msikiti uliotulivu baada ya swara ya Magharibi. Sauti ya upepo mpole nje inapuliza na taa ya msikitini inamulika kwa upole, moyo wake umetulia, lakini ndani ya moyo wake kuna mvutano. Anafunga macho, anazungumza moyoni, Mola, sijui kama nitaweza kuendelea, lakini sitaki kurudi nyuma. Ghafra simu yake inaita, ni Samiri rafiki yake wa zamani. Akasema, blo, usiniambie bado uko kwenye mambo yako yale. Kuna pati kesho, drinks zitatiririka Rife kidogo. Zaid anatabasamu lakini si kwa furaha. Akamwambia Samir, maisha ya kweli si hayo. Mimi sasa najitafuta kwa Mola wangu. Zaid akakata ile simu. Kisha akashusha pumzi na kusema, nimepoteza starehe lakini nimepata thamani. Basi purukushani za mchana kutwa zikaisha. Usiku ukaingia. Kafika muda wa kupumzika katika usiku huo, Zaid anaota tena, lakini sasa kabuli halina giza. Kuna mwangaza wa ajabu. Sauti ile ile inasema, Zaid, ulimrudia mora wako, ulijua haukamiliki, lakini ulikuja. Zaid analia katika ndoto kwa furaha. Kisha mwanga unaongezeka hadi anazinduka, anaamka kwa mara ya kwanza uso wake una tabasamu lenye utulivu. Baada ya usiku ule kuisha, ni wakati wa asubuhi, na siku hii ni siku ya Jumapili. Zaid anavaa kanzu, anashika Qur'ani yake na kuelekea madrasa ya karibu. Katika madrasa hiyo watoto wanacheza, wengine wamekaa wakisubiri darsa. Zaid anaketi mbele ya hapo darasani, kisha anaanza kwa sauti ya utulivu, nilikuwa mbali nilikuwa gizani, lakini Allah alinipa nafasi. Na nyinyi mko karibu, msikimbie nuru kwa tamaa za dunia. Watoto wanamtazama kwa mshangao, lakini macho yao yanaelewa, kuna nguvu isiyo ya kawaida katika sauti ya mtu aliyerudi kutoka mbali. Baada ya pare, Zaid anatoka madrasa akakutana na mama mzee maskini njiani mama huyo akawa anahitaji msaada wa chakula. Bila kusita, Zayid anampa pesa na chakula. Yule mama akasema, asante mwanangu, Allah akubariki. Tazamaji, msikilizaji, tazama, huyu ni Zayid. Zamani alikimbia msikiti, akaishi kwa starehe, muziki na vicheko vya dunia, lakini moyo wake haukuwa na utulivu Paka siku aliposimama pembeni ya kabuli, akaulizwa na nafsi yake, hivi ningekuwa mimi alikufa leo ningeenda wapi? Zaid alianza safari yake ya toba, alilia, alijipambanua, akafuta arama za zamani, si kwa watu bali kwa mora wake. Na sasa umuhumu nyumbani kwake, ana keti na Kuruani mkononi moyo wake umebadilika, lakini swali kubwa si kuhusu Zayid, ni kuhusu wewe. Je, na wewe unaishi maisha ya kutangatanga rohoni? Je, unangoja mpaka moyo wako ushindwe kutubu? Zayid alibadilika kabla kabuli halijafungwa, na wewe bado una nafasi. Usisubiri hadi kutu. Aya mwisho isikike juu ya jeneza lako, usisubiri hadi mwili wako ushindwe kusujudu. Hii haikuwa hadithi ya mtu mwingine, ilikuwa onyo kwa nafsi yako. Tazama zaidi na jifunze ludi, kabla kabuli halijafungwa. Naam, ulikuwa nami kwa wakati wote, msimulaji wako Suleimani Abdallah, mpaka kufikia tamati hii ya episodi hii ya mwisho ya tatu, nashukuru sana. Naomba ushare kwa ndugu jamani na marafiki, video hii na wao wakapate kujifunza, ikawe heri kwako na kwetu sote. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema, allahumma amin. Pia nakukumbusha kusubscribe sasa katika chaneli yangu hii pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na miendelezo yetu hii. Karibu sana, karibu.